Tarehe 22 ya mwezi huu wa sita tunaadhimisha ile siku kuu kubwa sana ya mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ni mwaka ambao tunafanya jubilei kuu, tumeona sisi kama e, wanaparokia wa parokia za Kifransisko Kicoventuali, parokia ya mtakatifu Clara Mongola Ndege Parokia ya Roho Mtakatifu Segerea, parokia ya Mtakatifu Bonaventura Kinyerezi, parokia Mtakatifu Faustina Kifuru, pamoja na parokia Teule ya Kisukuru pamoja na ya Kingazi, kufanya jambo hili kubwa la kumheshimu na kumtukuza Yesu wa Ekaristi kwa pamoja. Tutafanya katika viwanja vya Kecha, ukiwa eh, unaelekea Kinyerezi, upande wa kushoto wa, wa, wa barabara Lengo kubwa la kufanya hivi si kingine bali ni kuendelea kumsifu huyu Yesu. Tutakuwa tumevaa mavazi yetu meupe e, tumeweka na skafu zetu za njano kama hii niliyo nayo mimi, na tutakuwa pia na vitu vingine ambavyo vinatutambulisha kama wakristo wa Katoliki na katika sherehe hii kubwa. Kwa hiyo tunawaomba waamini wote wa parokia hizi tushiriki katika kununua skafu hizo ambazo zitauzwa kwa bei rahisi, pamoja na vijitabu ambavyo vitatuongoza katika maadhimisho hayo. Tunaponunua hatununui kwa kutoa fedha ili tupate thamani, lakini tunachangia shughuli yenyewe na gharama zake. Mimi nitakuwepo kwa niaba ya wanakamati wote wa sherehe hii ya Ekaristi Takatifu. Tarehe ishirini na mbili ni siku yetu. Njoo tutembee kwa pamoja, njoo tuongee na Yesu Ekaristi, njoo tumfurahie Yesu wa Ekaristi ambaye amekuja katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.